Kuna mtu mwingine tulikuwa hatumtaki. Gwajima huyu, Josephat Gwajima, askofu wa ufufuo na uzima, huyu alikuwa ni adui yetu mbaya, na hata mimi amewahi kuniponza akaninyang'anya misukule wanane pale Morogoro, ambayo nilikuwa nimewanunua kwa gharama kubwa sana. Na yule Gwajima, mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa tulikuwa tumemkosa kabisa tumetumia mbinu kumi na moja mpaka za kumuwinda na sumu tumemuwinda na risasi tumemuwinda na tindikali tumemuwinda na ukombola unyagu tumemtumia nyoka mara ishirini na saba tumemtumia wanawake kumi na tano lakini gwajima tukamkosa tukaanza kumkamata kwenye udhaifu wake wa kiimani kwamba aropoke blocken